Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni kwa majina anaitwa Paschal Massawe. E, mimi ni shemasi kwenye kanisa la TAG Jerusalem. E, mimi cha kuchangia hapo, habari ya kisa cha Yesu na yule mtu wa ile nchi ya Wagerasi mm. Kwanza, kama alivyotangulia alichangia mwalimu pale wale walimtambua Yesu, mamlaka alionayo uwezo alionao, kwa sababu Yesu bila anasema kwamba yeye ndio mhukumu hata katika ile siku ya mwisho Yesu ndio ambaye atahukumu. Kwa hiyo walimtambua uwezo na nguvu alionayo. Sasa ndio maana wakasema, je, umekuja kutesa kabla ya muula wetu? Kwa hiyo na, mm. na kama mapepo ambayo alikuwa ndani ya ule mtu anatambua kuna muula, kwa hiyo inakuonyesha kwamba hata shetani haichua yuko mahali anakaa kisheria mm, kabisa.